haya jamani tukubaliane dadangu. haya ni mambo ya hela. mtoto kaleta mchongo wa fedha utaje bei gani ili kila mtu achukue fedha yake ambayo haina rongorongo? mimi na sotona kopande. chukue milioni tano. sawa. haya kwa nini milioni tano? wewe mama bei gani? mtoto bei gani? mimi mjomba bei gani? kwanza naolewa sisi, sasa naolewa yeye. lakini studio mlea kwani alijilea mwenyewe huyu. si lazima tudie mgawanyo hapa hapa. Ndo tujua kwa nini hiyo milioni tano, mimi nachukua bei gani? Hii tano kwanza, we uchukue ngapi?

Mjomba, mbona alia? Mjomba sijui atakufanya nini.